Naam, ni saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira Afrika Mashariki. Ankiskandeke kutoka UK Dafesa UK Daletesha USA JD Kizenga Tembele King Sleman Kizabe Ayeba, wote hawa wakiwa kena skiza Baraka One TV, Dedonebutoto kutoka Michigani USA, Biondo Kilamba Mawe mzewa state ya Maine. E, karibu sana ndugu jama na marafiki, ni wakati ambao tunasikiliza matangazo yenu. Hiyo matangazo matangazo e, yetu matangazo yetu <laughs> kutoka Baraka TV. Wana tusikize kwanza ambayo yanaendelea kwa watu wetu wa karibu. Habari ya asubuhi Rajabu, mtu wetu wa confiance. Eh, lakini Rajabu, Mungu akulinde Mungu akulinde na akubariki, baraka za ajabu yale maajabu Mungu wako anatutendea katika nchi yetu ya Kongo, pia akutendee kibinafsi. E, ndiyo. E, kabla ya yote ndugu yangu nitakuambia kitu kimoja na kukumbusha kitu kimoja. Juzijuzi e, juzi, nilikuambia ama nilituma tangazo kwa wakongomani na viongozi, wakati honorable mama ministre wa e, affaire etrangere alisema wapige Rwanda embargo, mi nikasema jamani! <laughs> Kwa nini tuseme Rwanda ipigwe ambargo ya, ya, ya silaha badala tuombe Mungu atie Kagame roho ngumu, na wale wazungu wanaomsapoti watie roho ngumu, watutumie vifaa ya bure eh, nimefuata tangazo ya asubuhi ya leo ambaye wa M23 50 personnes wamejisalimisha hiyo eh, ni dalili ya kuonyesha utabiri. Hata kama mimi si nabii mimi nilikuwa naongea kwa imani kulingana na imani ninayowekea Mungu wangu, nilisema Mungu hata kubali hawa watu wafaulu wala waende mahali popote. Hapana, vifaa vyote wanavyotumia wanavyonunua kutoka nje wanatununulia sisi, mm? Ndio sababu nilisema mwache walete vifaa tena vizito vizito sana eh? Mimi mimi najua hawa watu, kwanza, kitu cha kwanza, sijui hawa watu walikula mnyama gani ambaye huwa hawajihurumi. Na tena nitarudia, tupige magoti sana wazungu waendelee kuwasapoti watume vifaa Kongo, na huwa nasema zikifika Rwanda zisilale, ziende zilale kwa ardhi ya Kongo kuthibitisha ni vifaa vyetu, zilale kwa ardhi ya Kongo. E, papara jabu vile ninavyokuambia asubuhi hii ya leo. E, kwanza, tukae tukijua hawa Wanyarwanda ambao wanaojiita Watutsi watasambaratika na watakosa mahali pa kuenda, kwa imani yangu na mtazamo wangu na vizio yangu, kwa kitu kimoja, hawa watu watakosa mahali pa kuenda. E, wakati nimefata mama moja hapo kwa rive ya kabila huyu, kanambe, tushazoea kumwita kabila, na hata kumwita kabila haiwezi msaidia chochote. Hiyo hiyo ndio itamfunga, uwizi wa jina itamfunga e, wakati mama amesema, watu walikuwa wanashangilia mtoto wa inja nakuja, mtoto wa inja nakuja. Wakati mwingine tukue na hurumia wakongomani wenzetu na mkuage na nifata eh, kwe par kwe, hawa watu hawana nguvu ya kupigana nguvu yao ni pesa. Na nilisema tena watu ambao wanapenda vitu za bure, wanapenda pesa za bure, ambao hawachoki, hawataki kuchoka, lazima watashangilia hawa watu wa Nyarwanda Watutsi Kanambe, sababu wanaachilia pesa before afike mahali fulani, ashatuma mamilioni ya pesa <clears throat> muende, musazibilize watu muwapatie hii pesa eh? Sasa watu nao ambao wanataka vitu za bure, nao wanakula hizo pesa na wanashangilia, wanasahau dunia iliumbwa kwa neno lakini huyu Mungu aliye mbinguni muumba wa mbingu na nchi. <laughs> Oh Mututsi pole, Mututsi pole. Kwangu mimi, ningekuwa kabila la Mtutsi ningekubali kufa kwa nchi yangu kuliko kuenda kuuliwa kwa nchi ya wenyewe afadhali nipigwe marisasi kwa sababu nimekataa kuenda vitani kuliko kuenda kuuliwa huko vitani, hata maiti yangu isionekane, familia yangu wasijui nilienda wapi, ati sababu wanatafuta inji inji gani? Ni wajinga mno hao watu. Kusema ukweli, kuna wakati huwa nakaa mi nasema Mtutsi ni Mtutsi kweli. Na ukiangalia kizazi cha huyu mtu ni mtu ambaye alilaaniwa. Na kuna mtu aliwahi niambia siku moja kitambo, na sikumbuki imepita kama miaka mingapi, lakini imezidi ishirini. Aliniambia kizazi cha Watutsi kilitoka sijui nchi ya wa, wayahudi ni nchi gani sijui, manake mimi historia siijui. Aliniambia watuti ni Wayahudi, na akasema hawa watu ndio walisulibisha Yesu, na alivyosema sikukataa nilivyofuatilizia akili zao na roho zao, nikapata inaweza kuwa ni ukweli, na hata ni ukweli mpaka leo. Huwa nakumbuka mimi, nasema hawa watu ni kweli ndio walimsulubisha Yesu. E, kumbuka vizuri, kuna neno wakati walikuwa wanazungusha Yesu, walikuwa wanamsulubisha, yaani wana wanamutesa Mwokozi wetu eh? Kuna jambo lilifanyika, Pilato alisema, Pilato akawauliza Wayahudi, nimutendeje Yesu? walisemao te asulibiwe, wakapigake lele kubwa sana damu yake na iwe juu yetu na iwe juu ya watoto wetu eh? Unaona, Rajabu, hawa watu, niliona kweli wanalaaniwa, wanalaaniwa na walijilaani, hawakulaaniwa, walijilaani wenyewe. Yesu aliwatendea nini hawa watu kusudi waseme damu ya Yesu iwe juu yao na iwe juu ya watoto wao? si ndio? hiyo hiyo damu ya Yesu inawafatilizia, hiyo hiyo damu ya Yesu inawafatilizia, damu ambayo haina hatia. Kwanza, kitu cha kwanza, papara jabu, ukiona hawa watu ni walaaniwa kusudi la Yesu kutoka mbinguni kutumwa na Mungu, misheni yake, alikuja afe kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu. Hiyo ndio misheni yake. Sasa tena wanajiweka kwa kitu ambacho kilikuwa kishapangwa ili walaaniwe. Sasa mtu yeyote, mimi nasema kila wakati, munyarwanda yoyote mzungu yeyote mkongomani yeyote anayejiunga na hawa watu, hiyo nayo ni mbolea ya Kongo, yo nayo ni mbolea ya Kongo, kwa sababu mimi nilisema kitu kimoja. Chawa ambayo iko na akili, wakati inaona mgonjwa amezidiwa amepelekwa ICU kaza roho ha, inasema pana hapa, hakuna haja ya kubaki kwa huyu. Inavukia kwa yule mwenye anatunza mgonjwa, anamurinda kusudi ishi, ikiwa inakula tena damu ya huyu mwenye ako na nguvu, inatoka kwa yule mwenye ameishiwa nguvu, damu yake ime, imeisha imepungua na mwishowe wengi wao huwa wanaaga. Ni watu wachache ambao huwa wanatoka wana kaza roho, lakini wengi wao huwa wanakufa. Sasa ile chawa ile ambayo ilijiunga ama haikukubali kutoka, kwa hiyo huyo mgonjwa mwenye amepelekwa mkaza roho, huwa inazikwa na yeye, inazikwa na yeye na wale wote wanaojiunga na M23 watakufa nao, watakufa nao na hizo pesa wanazozikula au wanaopewa hawatazikula na amani. Kama mtu alipewa milioni moja ya pesa ya dola atakula, kama amekula mingi, anaweza kula kama eh, elfu hamsini ama elufu kumi elufu tano mwenye ame hivyo tu <laughs> mi nitarudia kwa ule general mwenye alikufia muprizo. Mi nilisema huenda hata huyu mtu alijinyonga, kwa sababu itakuwaje? E general, usaliti pei yako esoda E raia, mm? Usaliti inji yako sababu ya pesa? Pesa zinaisha. Matajiri wangapi walifilisika, ambao walikuwa na magari na magari, wenye walikuwa na maduka mingi sana walifilisika, mpaka sahihi hawana chochote. Alafu na ukubali ku kuuza inji ya kwa sababu ya pesa. Siombe Mungu akupe pesa. Kama wataka pesa, omba Mungu akupe pesa, sababu Bibilia inasema kama tunaomba sawasawa na mapenzi yake atatupa. hmm? Lakini sasa vile watu wanataka vitu za bure, ndio sababu unaona wanashangilia kabila huyo e, Kanambe wanamshangilia e, mtoto wa inji mtoto wa inji. Inji gani? na kitu ingine huwa nasema Rajabu e, ni ile kongomani tunaulewa innocent, oh, tunakufa innocent. Naomba nikuulize Rajabu, kuna siku Uliwahi fika Rwanda ukachokoza Mnyarwanda? Kama ulifika Rwanda, uletembelea Rwanda kama mgeni, lakini sio kusema unaenda chokoza Mnyarwanda, hapana. Lakini wao kila kuchao wanakuja kutuchokoza kwetu kwetu kabisa. Sasa hiyo hiyo madharau wanayotuonyesha <laughs> Marta Mwaipaja alisema mimi napiganiwa na baba. Mungu ndio mwenye anatupigania. E, na nilikuambia tena siku nyingine, Mungu aliambia Musa, ambia wana wa Israeli hao maadui munaowaona hamutawaona milele. Si waliishia kwa kwa uh, ile e, bahari e, nyekundu waliishia kwa bahari nyekundu. Hapo huyo huyo Mungu mwenye alimaliza wale wa, wa Misri kwa bahari nyekundu, ni huyo huyo tunayeomba, ni huyo huyo tunayeomba. na shati anazaeka ti akili ya yake imechoka? Hapana, ni huyo huyo Mungu, habadiliki wala hapunguki. <coughs> Sasa wote wanaojiunga na M23 mimi nitazidi kutamka, watazikwa nao, wala hata hawatazikwa nao, wataliwa na kunguru ya yeah. Wataliwa na kunguru, mizoga yao italiwa na kunguru basi. Hayo paparajabu nilikuwa na kueleza tena asubuhi ya leo mm, lakini pole kwa wale wote wanaojiunga na M23 eh mm, wanaopanda wanaopenda pesa za bure, pole kwao, pole kwao. Habari tena za usiku Rajabu, mtangazaji wetu Naamini, mko salama, naona na kazi inaendelea. Mungu yuko anafanya kazi, Mungu atashimama ajili yetu, yeye ni mwema. Mi naona na shangaa sana, na shangaa kabisa, na mi naona kama ni ndoto. Mi naangalia hii video moya ya anaitwa Arusha Arusha One Radio, Arusha One Radio. Njo naangalia naona se mamia za wazalendo e, mamia za za M23 walijisalimisha kwa wazalendo. Hii ni kweli kweli? Hawa watu kama walikuja hapa, wanakuja na nia nzuri kweli? aseju walipata kipigo cha cha hatari, waliuawa sana, wamoja wanakuja kujisalimisha. Na muko naona na muko Banyarwanda. Sasa hawa watu ni kwa wema wanakujia hawa kabisa ha. Wazalendo muwe makini, muwe makini na hawa watu wanajisalimisha, kuna wenyewe wanakuja kutafuta kuna bienye wanakuja kutafuta wasiuishe wazalendo na kukia kuchukua ma, masiri za wazalendo hawa watu, sibisikie, sibisikie kabisa. Wanakuja kujisalimisha kwa njia gani? Kwa njia gani? Kwa upendo gani? Watu wenye wako wanauana hivyo wanaua watu, na wanakuja wanasema wao wanakuja kubeba inchi ni ya yabo wagabule Kongo. Hey, siamini kweli, siamini bwana mtangazaji, kama hii ni ya kweli, sijui huu uh, mtangazaji anaitwa Arusha One Radio, sijui hii habari, naona hapa kwenye TV, naona ni maajabu sana. Ah, na sina mengi ya kusema lakini nashukuru kwa video yako. Ulitia pale, naona huyu mama anasema kabisa, anasema vya kweli, kisi wazungu wanatutesa huku una, una watumikia, unatumika sawa slave, ensclave yaani, sijui na pia wanakuwa na tabia mbele ulikwako nafanya tax huko, banaangalia pesa uliingiza mwaka mzima, mbo unaenda fanya tax wanakurudishia, ta unapata ta senk mile unapata kama uliingiza tuseme uliingiza ay unaweza ukapata katre mile, wanakurudishia mwa zile zote ulitumikia mwaka mzima banakurudishia kama katre mil ama sengi mil ama trua mil sengsa, lakini sasa hii mwaka uko naenda kufanya tagse kama ulikuwa wakupata seng mil, banakupatia sengsa katre mil sengsa yote banaibakiana. Make tunaona bitu vya majabu sana, yaani pale wakati wa corona kama ulikuwa unatumika wakati mucorona, balikuwa bakupatie pesa, mwenye hatumike njo walikuwa wanatumiaka pesa. Lakini wakati hapa kwenye bananza ba, yani banakuwa na sisteme wanakutumia barua o ulikulaka pesa ya corona. Unaona wanakutumia faktire ya de mil, wala katre mil, wala seng mil ulikulaka pesa ya korona nawe, habakukupatiaka yaka hata ia hata hii sengani dolari haukuipataka, wala dis dolari, wala sengani dolari wala haukuipataka. Lakini unaona tu banakutumia faktiri, na ato sambe nabo, banakuzungurusha banakuwa banaleta hiki. Yani, hakuna kwenye utabashindia, juu bo benyewe njo bazungu bako mumaofisi zao maake viko banalipisha batu pesa zenye habakubapatiaka nazako zenye ulitumikia banakula. Yaani tangu korone naingia nabwizi bulingia muwazungu wazungu walingiza misiju, njo niko najiuliza sasa. Wakati tulikuya ndiyo balituleta na manvio zabo, balitulipia manvio, lakini ugifika uko unatumikia ile deni yabo unaimaliza hata mumiaka mbili wala mumiaka tatu na bamalizia deni yabo ya ndege yenye li kuleta. Sasa siwe sasa, yani hizo deni bako banalipisha watu. Sijui, sijui kwenye ziko zina, zinatoka hmm? Mi sijui kabisa. Huu mama alisema vizuri sana yani, muzungu Njo yani tusemi anatumika na Kagame, njo vile Kagame naikuwa naenda uisha watu wenye hawana hatia, watu wenye wa, ha, hawajui yani hajui vyenye wanafia, lakini watu wana, anawaua ovya nawawisha, na wale wa wakongomani wenye hawana vichwa mzuri, njo wale wako wanakula marushwa kusudi wauwisha wa ndugu zao. Yaani akishaona ye ya anashiba familia yake nainuka, anaona mamia za watu zikufe, aujishe aujishe ba ndugu yake, hata kama sio ndugu yako mulitoka tumbu moja, anayeitwa mutu mu, tuseme kabila lako na lenye lisiyokuwa lako, tuseme ni m, m, mutu yeyote anayeitwa mtu mutu, mutu austahili kukula rushwa juu ya mutu mwenzako kusudi yeye akufe wewe upone, manake njo tunaona au, i, sijui sijui kabisa. Njo hapa naona na shanga kusikia se M23 alienda kujisalimisha. Mimi sijui kabisa, siaminia siaminia kama hiyo grupe inaweza enda jis, jisalimisha na anaye itwa mwenye Rwanda mwenye mwenyeiko mwabo benye balienda jisalimisha, basi mwachi baue nyangala kata bauezo manyanguzi. Hizo zote ni zinakia tafuta tu politike ya, ku, ya, ya kukia kutafuta tena kuwisha bandugu bandugu yabo tena na benye basiokuwa bandugu yawo. Mashetani wakubwawo wanakia sumbua wa Kongo, siku zao zitafika mwisho tu. Dawa yao iko kumoto, dawa yao iko inachemuka, na hicho kipigo wako wana, wanapata, wako wanaonea hapo. Si walikuwa wanajipiga kifua, hasa vile vimama ya Kinyarwanda vile? Niko naona ase viko mukijeshi viko vinalalamika, se bilisha kamata Kongo. Tutaona kwenye vitalalamiki, mapepo wakubwa njo hivo. Bwana Rajabu, lala salama, na Mungu aendelee kuwabariki kwa kazi yenu mnaendelea kufanya. Mungu ni mwema, hata tuachilia na hata achilia Kongo yetu atashimama tu, na eshime takuwa mwisho, na mwenye atakuwa prezida wa hiyo nchi atie drua, manake ashimame, ashimame na patoke, akuwe mzalendo mwenye ataingia kukiti hi turu hii Muzalendo njoa ingie na njoa heshima itakuwa Kongo, na kutoa vale vaministri bote ba va kinyarwanda bote ba, ba kutoa kufukuza banaenda kwao. Asante sana, laleni salama na Mungu awabariki wa nam. Hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Uh, mengine tukutana nane asubuhi saa kumi na mbili kwenye habari za moto. Ndugu zangu tuna mambo mengi ya kufanya. Uh, tembelea Baraka1 TV channel 2 ili upate matukio mengine na pia usisahau kwamba operation sedia muzalendo bado iko inaendelea. Chao chao tukutane saa 12 asubuhi.